Habari mtazamaji wa Mwananchi Digital, kama ambavyo tumekuwa tukikusogezea kila updates inayojili kuhusiana na mzozo kati ya Russia na Ukraine, na siku ya leo tumekusogezea mwenendo wa mazungumzo kati ya Russia na Ukraine ambayo yanaratibiwa na taifa la Marekani, na taarifa ambayo tumeipata inasema kwamba mazungumzo ya kurejesha amani katika mzozo wa Russia dhidi ya Ukraine yanaonekana kugonga mwamba na huenda yakachukua muda mrefu kufikia mwafaka wa kuleta unafuu kwa raia na wanajeshi wa pande mbili za mzozo huo. Vita ya Russia dhidi ya Ukraine ilipamba moto zaidi Februari 2022, baada ya rais wa Russia, Vladimir Putin kutangaza alichokiita kuanza rasmi kwa operesheni ya kijeshi nchini Ukraine tangu kutangazwa kwa operesheni hiyo vikosi vya Russia vimeyatwaa maeneo ya mikoa ya Donetsk Lugansk Kherson Zaporizhia Pokrovisk na Crimea iliyotwaliwa na Russia tangu mwaka 2014 huku vikifanikiwa kurejesha mkoa wa Kursk ambao uliangukia mikononi mwa majeshi ya Ukraine baada ya uvamizi huo akizungumza wakati wa ziara ya manowari mpya ya nyuklia ya Russia Arkhangelsk Machi 27, mwaka huu, Rais wa Russia Vladimir Putin alisema kwamba serikali ya muda inapaswa kuanzishwa nchini Ukraine ili kuiongoza nchi hiyo kuelekea uchaguzi utakaokuwa halali na utakaomchagua kiongozi anayeweza kuketi meza moja naye ili kupata mwafaka wa mzozo huo. Aljezila imeripoti kuwa maofisa wa Russia wamekuwa wakijaribu kumchafua Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky tangu mazungumzo yaanze mwezi Februari mwaka huu katika kile kinachoonekana kama juhudi za kudhoofisha msimamo wa Ukraine katika njia ya kupata mwafaka wa mzozo huo. Kwa mfano, Kremlin imeendelea kuishutumu Ukraine kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Russia, ambayo Moscow ilipendekeza Machi 18, mwaka huu. Hata hivyo, Kyiv imekuwa ikikanusha tuhuma hizo. Timu ya kiufundi ya Russia na Ukraine zimeshindwa kukubaliana juu ya maeneo ambayo yangekabidhiwa mikononi mwa utawala wa Russia ambayo yatarejeshwa mikononi mwa utawala wa Zelensky. Timu ya kiufundi ya Russia na Ukraine zimeshindwa kukubaliana juu ya maeneo ambayo yangekabidhiwa mikononi mwa utawala wa Russia na ambayo yatarejeshwa mikononi mwa utawala wa Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Jumanne, waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergei Lavrov, alisema kuwa atamkabidhi mwenzake wa Marekani orodha ya vituo vya nishati vilivyoshambuliwa na Ukraine ili kuwaonyesha ushahidi thabiti wa thamani ya maneno ya viongozi wa sasa wa Ukraine, kama wanaweza hata kuitwa viongozi halali wa taifa hilo. Siku moja baadaye, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alikiri kuwa Ukraine haikubali rasmi maridhiano hayo na kulikuwa na mapingamizi mengi zaidi kutoka kwa Russia katika mazungumzo ya kusitisha vita hivyo. Kwa mujibu wa naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Rybakov, aliambia television ya Ria Novosti kuwa Jumanne, mazungumzo yanayoongozwa na Marekani hayatilii maanani kabisa madai ya msingi ya Russia ambayo viongozi wa Moscow wanayataka ikiwemo jumuiya ya kujilinda ya NATO kuendelea kujitanua kuelekea mashariki na namna ambavyo wanajeshi wa Russia wanavyotendewa nchini Ukraine. Russia pia inapinga kuwepo kwa walinda amani kutoka mataifa ya Ulaya na NATO kufuatia makubaliano na yoyote ya kusitisha mapigano. Kwa mujibu wa balozi maalum wa Russia, Radio Miroshnik alizungumza na mkutano wa kitaaluma nchini Armenia Jumatano, Russia inaona kupelekwa kwa jeshi lolote la Ulaya nchini Ukraini kama ni uvamizi wa wazi wa Ulaya dhidi ya Russia. Umoja wa Ulaya umependekeza kupeleka kikosi cha kulinda amani baada ya kusainiwa kwa makubaliano ya amani kati ya pande hizo. Trump alianza kuonyesha dalili za kukosa subira na msimamo wa Russia siku ya Jumapili alipoiambia NBC kupitia simu kuwa alikuwa amekasirika na kuchukizwa na Putin na kwamba anaweza kuweka ushuru wa asilimia 25 hadi 50% kwa mafuta yote ya Rusia ndani ya mwezi mmoja na kuwawekea vikwazo a wafanyabiashara wanaonunua mafuta hayo. Haikufahamika moja kwa moja athari za ushuru huo, kwani mtangulizi wa Trump, Joe Biden, alipiga marufuku waagizaji wote wa mafuta ya Russia nchini Marekani mwaka 2022. Hasira za Trump zilitokea siku aliyocheza gofu na rais wa Finland, Alexander Stubb ambaye alimshauri kuwa ukuwepo kwa tarehe ya mwisho ni muhimu ili kufanikisha makubaliano ya kusitisha kwa vita hiyo nanukuu, tarehe 20 Aprili itakuwa muda mzuri kwa kusitisha vita kamili bila masharti yoyote, kwa sababu tarehe ya mwisho inahitajika, ni kipindi cha Pasaka na Rais Trump atakuwa ametimiza miezi mitatu ya madarakani, Stubb aliwaambia waandishi wa habari baadaye. Trump kubali pendekezo la Stab akawaambia waandishi wa habari siku ya Jumatatu tarehe hiyo kuwa, kisaikolojia, kama nitahisi na waburuza, sitapendezwa kabisa, alisema akiwa kwenye ndege ya Air Force One alipoulizwa kama anahisi Putin anavuta muda. Trump alisema sijui, na sidhani kama nadhani anataka kufikia makubaliano. Ofisi ya mkurugenzi wa ujasusi wa taifa ODNI ilieleza kuwa Putin hana uwezekano wa kufikia makubaliano ya kusitisha kwa vita haraka iwezekanavyo. Kwa mujibu wa tathmini ya vitisho vya mwaka 2025 ya ODNI, ilisema kuwa Alhamis, Putin anaonekana kuamua kulipa gharama kubwa sana ili kushinda kwenye kile anachokiona kama wakati wa kihistoria wa ushindani wa kimkakati kati ya Russia na Marekani, historia ya dunia na urithi wake binafsi. Wizara ya ulinzi ya Ukraine ilisema Russia imeongeza ya mashambulizi yake kwenye mstari wa mbele licha ya mazungumzo ya kusitishwa kwa mapigano hayo. Hata hivyo, wizara hiyo ya ulinzi ya Ukraine ilisema idadi ya mashambulizi kati ya pande hizo yaliongezeka na kufikia mashambulizi elfu nne na mia mbili sabini mwezi Machi ikilinganishwa na mashambulizi elfu tatu na mia mbili sabini na nne mwezi Februari mwaka huu. Rusia pia haijapunguza matumizi yake ya mabomu yanayorushwa kwa kutekeleza ama kupitia angani, ambapo takriban mashambulizi 10577 yametumika ndani ya miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu. Mwaka mzima uliopita, takriban mashambulizi ya mabomu elfu arobaini yalitumika nchini humo. Huenda vikosi vya Russia vimeoteka kijiji cha Novoribiska karibu na Riman siku ya Jumanne, na mashambulizi yao ya anga ya mbali pia yaliendelea bila kikomo wiki nzima. Russia pia ilirusha droni takriban 172 dhidi ya Ukraine Machi 29, 2025 ambapo 94 ziliangushwa na 69 na kupotoshwa kwa mbinu za kielektroniki za Ukraine, na baadhi ya droni zilipiga majengo marefu ya makazi mjini Dnipropetrovsk na kuwasha nyumba kadhaa moto, huku watu wanne wakiripotiwa kuuawa na 21 kujeruhiwa. Katika hotuba yake ya jioni, Zelensky alisema droni zilipiga nyumba na hospitali mjini Kharkiv na kujeruhi watu takriban 55 wakiwemo watoto watano jarida kijeru la kijerumani la Bild linasema kuwa Russia inaboresha mbinu zake za, za kuviweka vikundi vya droni juu kabisa angani kabla ya kuvishambulia kwa pamoja Russia ilituma droni takribani 111 kushambulia hospitali ya kijeshi na miundombinu ya kiraia mjini Kharkiv siku ya jumapili asubuhi na Ukraine iliangusha 65 na kupotosha takribani droni 34 ambapo droni sita za shahidi zilipiga maeneo ya raia mkoani Kharkiv na kusababisha majeruhi kadhaa Jiografia na ukatili wa mashambulizi ya Russia ni si mara kwa mara bali kila siku, usiku, vinaonyesha kuwa Putin hana haja ya kidiplomasia, alisema Zelensky siku ya Jumapili. Kwa wiki kadhaa sasa kumekuwa na pendekezo la Marekani la kusitisha vita bila masharti, na karibu kila siku badala ya majibu ya kidiplomasia, kuna droni za Russia, mabomu, mizinga na makombora ya ballistic. Russia inastahili kushinikizwa zaidi Alisema Zelenski mwisho wa konoko. Hata hivyo, mashambulizi ya Russia yaliendelea na kuwaathiri raia siku ya Jumatano. Kombora la Russia liliojeruhi raia 17 wakiwemo watoto mjini Kivri katika shambulio la usiku lilohusisha droni 74 za Shahed, ambapo 41 ziliangushwa na 20 kupotoshwa. Jeshi la anga la Ukraini lilitoa taarifa kuhusiana na droni hizo katika bahari Nyeusi pekee ambapo Russia ilionekana kuonyesha nia yeyote ya kusitisha mapigano. Msemaji wa jeshi la wanamaji Dmitro Pretenshk alisema kuwa ingawa hakuna usitishaji rasmi wa mapigano kwa vitendo, vikosi vya Russia havishambulii bandari za Ukraine na meli za Russia zimebaki mashariki mwa bahari Nyeusi. Wakati huo huo, Ukraine ilisema imepiga hatua katika usajili wa mafunzo ya kijeshi miezi ya hivi karibuni, ambapo kamanda mkuu wa jeshi la Ukraine Oleksandr Syrsky alisema kuwa mafunzo bora yameanza kuzaa matunda kwa mwezi Machi na mdoko. tumeongeza muda wa mafunzo hadi mwezi mmoja na nusu, tumeanzisha kipindi cha lazima cha uelekeaji kwa wapiganaji na na wanajeshi wapya wanajiunga na vikosi vya mapambano na hili litazaa matokeo chanya. Alisema siku ya Jumatatu ajira ya lazima inahusu wanaume wa Ukraine walio na umri kuanzia miaka 25, ambapo mwaka huu Zelensky alizindua usajili wa hiari kwa wenye umri wa miaka 18 hadi 24. Mwezi uliopita Wizara ya ulinzi ya Ukraine iliongeza idadi ya brigade zinazopokea waombaji wa hiari kutoka 6 hadi 16, ikipanua usajili kutoka vikosi vya ardhini hadi vya majini, angani na vya kutumia vifaa visivyoendeshwa na binadamu. Wiki hii wizara ya ulinzi na kupitia waziri wake Rustem Umerov ili ilisema sheria mpya inahusu waombaji wa, wa umri kati ya 18 na 24 kujiunga na walinzi wa taifa na huduma ya mipaka ya kitaifa. Wizara hiyo ilisema watu 884 walijiunga kwa hiari mwezi Machi ikilinganishwa na 9765 walijiunga tangu vita kuanza ikionyesha kasi ya usajili wa hiari kuongezeka kikosi cha Happies, kitengo cha kujitolea kinachotumia vifaa visivyoendeshwa na binadamu kinasema kuwa kinawalenga wanawake, na wiki iliyopita kilitangaza kama mazingira ya wanawake wanaotafuta kulipiza kisasi dhidi ya uadui ili kulinda watoto wao, familia zao na taifa. Nanuku kikosi pia kinahusisha wanaume, lakini rubani wa kutoa mashambulizi ya mwisho watakuwa wanawake pekee, kilisema kikosi hicho. Lakini pia wafungwa wanashiriki Ukinfrom, ambayo ni huduma ya habari ya kijeshi ya Ukraine, ilisema kuwa takriban wafungwa wa zamani 1800 wamejiunga na jeshi la nchi hiyo huku maombi mengine 900 yakiwa kwenye mchakato wa ku msamaha uliruhusiwa katika sheria ya Mei 2024 iliyopunguza umri wa lazima wa ajira ya kijeshi hadi miaka 25. Ukraine imekuwa ikibuni silaha zake yenyewe ili kujitegemea zaidi, kuharakisha utengenezaji na kupunguza gharama kwa kutumia silaha hizo bila vizuizi. Wiki hii wizara ya ulinzi ya Ukraine iliripoti kuwa imeridhia silaha 350 mpya kutumika hadi sasa mwaka huu, ambapo asilimia 87 zikiwa za ndani ikilinganishwa na, na chini ya nusu ya modeli 100 zilizoridhiwa kutoka nje mwaka jana. Ulaya imeendelea kuipatia Ukraine msaada mkubwa wa kijeshi. Zelensky alikutana na Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Annalena Baerbock, mjini Kyiv siku ya Jumanne na kumshukuru kwa kifurushi kipya cha msaada wa kijeshi wa euro bilioni tatu sawa na dola za Kimarekani bilioni tatu nukta tatu na kufanya jumla ya msaada wa Ujerumani kwa mwaka 2025 kufikia yulo bilioni saba sawa na dola za Kimarekani bilioni saba nukta saba na msaada wa vita kufikia yulo bilioni 43 sawa na dola za Kimarekani bilioni 47.4. Uholanzi ilisema Jumatatu kuwa itatoa yulo milioni mia tano sawa na dola za Kimarekani milioni 550 kusaidia operesheni za drone ziunganishwe vyema na vikosi vya ardhini nchini Ukraine. Kwa upande wake, Sweden ilitangaza kifurushi cha msaada cha dola bilioni 1.6 kuimarisha ulinzi wa anga wa Ukraine mizinga, mawasiliano ya sateliti na uwezo wa kijeshi baharini. Uingereza na Ufaransa nazo zilisema Jumatano kuwa zita kuwa zitakuwa wenye viti wa mkutano wa nchi zinazochangia walinda amani katika makao makuu ya NATO Aprili 10 mwaka huu. Uingereza na Ujerumani pia zitakuwa mwenye viti wa mkutano wa Ukraine Defence Contact Group unaotoa silaha kwa Ukraine siku inayofuata. Huo utakuwa mkutano wa pili wa Ramstein ambao Marekani haitahudhuria kutokana na msimamo wake wa kutoegemea upande wowote. Alipoulizwa ikiwa Ulaya iko tayari kuingia mazungumzo na Putin, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema kuwa hakuja kuwepo ishara yoyote hadi sasa. Endelea kufuatilia, Mwananchi Digital atakusogezea kila update inayojili kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.